Kiapo cha rais Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa, wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais Mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa anaelekea katika meza ya kiapo. Mimi Samia mimi, Samia Suluhu Hassan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 Naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila uoga, upendeleo huba, wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.